Shiriki niseme kwamba serikali ya awamu ya sita inaongozwa na mheshimiwa daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, imeonyesha dhamira thabiti ya kuinua maisha wa Tanzania kiuchumi kupitia ununuzi wa umma, na kwa sheria imesema kwamba tuyaweke katika makundi hayo manne niliyoyasema: vijana kwa wingi wao, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Tunatarajia kupitia utekelezaji wa hati ya makubaliano tunayosaini leo, taifa litanufaika kwa kuwa na idadi kubwa ya wananchi wenye kipato cha juu. Na mkurugenzi mkuu, ni kuombe tu, nadhani utaitizama vizuri pamoja na management yako, kwa sababu kama mlivyosema, mko kila wilaya au mnataraji kuwa kila wilaya. Ni kwa mkurugenzi mkuu, isiwe wale tu waliosoma VETA bali hata wale ambao hawajasoma waweze kupita mwafanyie crash program ya kuwaelekeza na muweze kuwasajili. Nadhani kwa hali hiyo, tunaweza tukawaleta wengi zaidi, kwa sababu wataalamu wangu wataeleza, sisi PPRA hatuwasajili. Kuna taasisi za kusajili makundi maalum na ni wenzetu wa TAMISEMI kupitia halmashauri na sasa tumeongeza wigo NCC, pamoja na kupitia wizara ya kazi. Nadhani kuna taratibu tauleta hatuwaleti hapa wote PPRA. Sasa sio wote wanaweza kuwa na nafasi ya kuwa wamesoma VETA, lakini mtatusaidia mkurugenzi mkuu, pale ambapo mtafungua wigo, hata wengine watakao kuja wanaweza kupata crash program ya wiki moja au siku mbili tatu, as long as wana qualify na wanaweza kujikusanya, basi utatusaidia katika kuongeza kasi ya kuwasajili, e, hawa ambao wanania, wanania na tayari wamethubutu kufanya biashara a serikali. Mwisho lakini sio kwa umuhimu Tunawashukuru VETA kwa ushirikiano mkubwa mnaotupatia ili sote kama taifa tufikie lengo la kuinua wananchi kiuchumi. Na katika majadiliano tulipata pia uelewa na wenzetu wa PPRA kwamba makundi haya maalum ambayo yanahitajika bado hayajafikia kile kiwango kinachohitajika, na bado inaonekana wananchi wengi Aidha, hii fursa hawajaitambua au wameitambua, lakini hawajajua ni namna gani wanaweza kuifikia fursa hii. Sasa ni jambo ambalo tumeliona na sisi kama VETA, wananchi wengi wanapita kwenye vyuo vyetu, tunawapa ujuzi, wanasoma mafunzo ya muda mfupi, mafunzo ya muda mrefu. Hivi karibuni tulikuwa na kundi kubwa sana, tumefundisha watu karibuni takriban elfu kumi na sita elfu kumi na saba wanawake nchini katika vyuo vyetu katika kipindi cha miezi karibuni minne mitano tumefundisha wanawake takriban elfu kumi na sita elfu kumi na saba ambao wanawake hawa tumewapa ujuzi katika maeneo mbalimbali. Kila wengine wamekuja wanataka kujua masuala ya usafi ili wakafanya shughuli za usafi kwenye maeneo mbalimbali au kwenye taasisi mbalimbali mbali. wengine wamekuja wanafanya shughuli za catering, wengine wamekuja wanataka kujifunza uh, mapishi, lakini pia ushonaji na vitu vingine. Sasa ukijaribu kutizama ni kundi kubwa sana ambalo mwisho wa siku tunapokuja kuliunganisha kisheria kama sheria ya ununuzi inavyotuhitaji, maanake ni watu ambao tunakuwa tumeshatengenezea fursa kubwa ya kuweza kushiriki vizuri kwenye shughuli za, za kiuchumi. Kwa mimi naamini kupitia wenzetu wa PPRA, kupitia pia na sisi VETA tunavyotoa mafunzo yetu na kupitia vyuo vyetu tuna uwezo wa kuweza kulisaidia taifa letu kupitia makundi haya maalum na ndio maana leo pia tumesema wakuwa vyuo waje ili mje msikie na tuone ni namna gani tunaenda kuwasaidia wale wananchi walikuwepo kule katika maeneo. Bahati nzuri, kama tulivyosema, tunavyo vyuo katika wilaya, maanake kule kwenye halmashauri husika, kama ni mikoa, tuweze kuona wale wahitimu wanaotoka kwetu kutengeneza vikundi vyao, na sisi VETA tunaenda sasa hivi kuingia makubaliano na wenzetu wa PPRA tuweze kuwa tunavisajili hivyo vikundi, na sisi kuwa ni daraja la kuanzisha ule usajili, na vinapokuwa vimesajiliwa, manake mwisho wa siku PPRA wanavithibitisha, ili sasa viweze kuingia katika michakato ile ya nest ya ununuzi na taasisi mbalimbali zinakuwa zina uwezo wa kuweza mwisho wa siku kuzichagua kwa ajili ya kufanya nao shughuli mbali mbalimbali ambazo